Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Wathesalonike mlango wa pili. Maana ninyi wenyewe ndugu, mwakujua kuingia kwetu kwenu ya kwamba hakukuwa bure. Lakini tukiisha kuteswa kwanza na kutendwa jiuri kama mjuavyo katika Filipi, twalithubutu katika Mungu kuinena injili ya Mungu kwenu kwa kuishindania sana. Kwa maana maonyo yetu siyo ya ukosefu wala ya uchafu wala ya hila, Bali kama vile tulivyopata kibali kwa Mungu tuwekewe amana injili, ndivyo tunenavyo, si kama wapendezao wanadamu, bali wampendezao Mungu anayetupima mioyo yetu. Maana hatukuwa na maneno ya kujipendekeza wakati wowote, kama mjuavyo, wala maneno ya juujuu ya kuficha choyo. Mungu ni shahidi. Hatukutafuta utukufu kwa wanadamu, wala kwenu wala kwa wengine, tulipokuwa tukiweza kuwalemea kama mitume wa Kristo bali tulikuwa wapole katikati yenu, kama vile mlezi awatunzavyo watoto wake mwenyewe. Vivyo hivyo nasi, tukiwatumaini kwa upendo mwingi, tuliona furaha kuwapa si injili ya Mungu tu, bali na roho zetu pia, kwa sababu mmekuwa wapendwa wetu. Maana ndugu, mnakumbuka taabu yetu na masumbufu yetu, kwa kuwa mchana na usiku tulifanya kazi, tusije tukamlemea mtu wa kwenu awaye yote, tukawahubiri hivi injili ya Mungu. Ninyi ni mashahidi, na Mungu pia, jinsi tulivyokaa kwenu ninyi mnaoamini, kwa utakatifu na kwa haki, bila kulaumiwa; vile vile kama mjuavyo, jinsi tulivyomwonya kila mmoja wenu kama baba awaonyavyo watoto wake mwenyewe, tukiwatia moyo na kushuhudia, ili mwenende kama ilivyo wajibu wenu kwa Mungu mwenye kuwaita ninyi ili mwingie katika ufalme wake na utukufu wake. Kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu; na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Maana ninyi, ndugu, mlikuwa wafuasi wa makanisa ya Mungu yaliyo katika Uyahudi katika Kristo Yesu, kwa kuwa mlipata mateso yale yale kwa watu wa taifa lenu wenyewe, walioyapata na hao kwa Wayahudi, ambao walimua Bwana Yesu na hao manabii, na kutuudhi sisi, wala hawampendezi Mungu, wala hawapatani na watu wowote, huku wakituzuia tusiseme na mataifa wapate kuokolewa, ili watimize dhambi zao siku zote. Lakini hasira imewafikia hata mwisho. Lakini sisi ndugu, tukiwa tumefarakana nanyi kwa kitambo, kwa uso si kwa moyo, tulizidi kutamani kwa shauku nyingi kuwaona nyuso zenu. Kwa hiyo tulitaka kuja kwenu, naam, na mimi Paulo, mara ya kwanza na mara ya pili, na Shetani akatuzuia. Maana tumaini letu au furaha yetu au taji ya kujionea fahari ni nini je? Si ninyi mbele za Bwana wetu Yesu wakati wa kuja kwake? Maana ninyi ndini utukufu wetu na furaha yetu.